Naitwa Festo Kiswaga, mkuu wa wilaya ya Monduli. E, siku kumi zilizopita tulipokea e, timu ya Samia Legal Aid ambayo kazi kubwa ilikuwa kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wa Monduli. Naomba nichukue fursa hii kupongeza sana kazi nzuri ya weledi ambayo imefanyika katika wilaya ya Monduli. Wilaya Monduli kama ambavyo inafahamika, ni wilaya ya kifugaji, asilimia 85 ni wafugaji na wi, wi, wi, wi, wilaya ya kifugaji popote pale ina mila na ndio mila ambazo zimebaki katika nchi yetu. Kwa hiyo weledi ambao wamewaonyesha wafanyakazi kutoka wizara ya katiba na sheria, lakini pia kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama lakini pia kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri Monduli, kiukweli nimeridhika kabisa kwamba hii ni tunu na wazo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kwamba inji hii yetu inakuwa salama, hasa kwenye migogoro itasaidia sana kupitia Samia Legal Aid. Kwa hivyo basi, mimi kama mkuu wa wilaya naomba ni aidi kwenye timu hii ambayo imefika hapa eh, na kuleta mapendekezo kwamba kila pendekezo tutaitengenezea mkakati ili kwamba wananchi wa, wa, wa Monduli waendelee kuelewa polepole katika kuhakikisha kwamba wanabadilika. Ni kweli kwamba baadhi ya mila zimekaa miaka mingi eh, wakiwa nazo wakifikiria ni mila sahihi, lakini kutokana na ukuaji wa, wa, wa wananchi ukuaji wa dunia na, na, na utandawazi eh, hizo mila zimekuwa tena hazifai. Kwa hiyo naomba niwahakikishie kwenye vikao vyetu vyote, kuanzia ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya DC, wa watendaji wa kata na vijiji na vitongoji kule, kutokuwa kuna ajenda ya kuhakikisha kwamba tunawaambia watu yale ambayo mapendekezo ambayo eh, Samia Ligoed ambayo ameifanya na sisi kama serikali tutahakikisha kwamba kwenye sehemu kubwa ambayo ni migogoro ya ardhi tunaifuatilia uh, kwa ujirani zaidi. Na sababu kubwa ya kuwa na migogoro ya ardhi mingi katika Wilaya ya Monduli ni kwamba ardhi hii au ardhi ya Monduli asilimia karibia 80 ni ardhi ya wazi communal land, ni ardhi ambayo haimilikiwi na mtu, kutokana na kwamba wafugaji ni watu wa kuhamahama. Kwa hiyo miaka mingi ardhi ile ilikuwa haina mtu sasa. Kutokana na kukua kwa wa, wa, wa, wafugaji wenyewe, sasa wameamua kutaka kuseto sehemu, kwa hiyo upatikanaji wa ardhi ule unakuwa na migogoro mingi. Ninaomba niwahakikishie, ni, ni, ni, ni, ni kiongozi wa msafara kwamba eh, mimi na timu yangu tutahakikisha kwamba tunakamilisha eh, tuna mapendekezo yote ambayo umeyatoa ili kusudi sasa lengo la Mheshimiwa Rais la kuhakikisha kwamba nchi hii inatariliwa bila kuwa na migogoro mikubwa ambayo inaweza ikaleta uhasama inakuwa imepungua au imefutwa kabisa. Nimshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuamua kuwa na hii kampeni yenye jina lake kabisa, Mama Samia Legal Aid Campaign. Imewafikia wananchi katika kata kumi kati ya kata ishirini tulizonazo, ni nusu ya kata zile ambazo tunazo sisi, lakini yale malengo ambayo mlikuwa mmepangiwa mmeweza kuyatimiza kwa wakati kabisa, hongereni sana. Lakini kama ambavyo tumeona idadi ya watu ambao wamefikiwa ni elfu, elfu moja mia, elfu kumi na sita mia tatu kumi na saba ni robo robo ya idadi ya wananchi wa wilaya ya Monduli, na tumeona namna ambavyo mmeweza kusuluhisha migogoro ya papo kwa papo na nawapongeza sana. Lakini tumeona kwamba kuna changamoto uh, kwenye masuala ya umiliki wa, wa mali mgawanyo wa hizo mali pamoja na mirathi, na nimepata taarifa kwamba siku ya kwanza nilipokutana na timu hii kwamba wananchi wengi walikuwa wamefurahishwa sana na kupata elimu juu ya kuandaa mirathi, na kwa sababu mtu anapoondoka ndio unakuta tena changamoto zinatokea baadaye, lakini pia nilipata na nilipokea taarifa kwamba mlikuwa mnapita kwenye shule zetu za bweni na mmekutana na wanafunzi wetu wote. Niliona siku moja mlikuwa kwenye shule ya sekondari Rift Valley, watoto walijieleza pale na walifurahi kukutana na nyie, wana changamoto nyingi watoto wa wakwetu wanazozipitia, na ninashukuru kwa sababu pia walikuwa wanakutana na nyie in private na walikuwa wanawaeleza shida zao na mlikuwa mnawasaidia kweli. Kuna changamoto ya ndoa za utotoni huko kwetu, lakini kwa ushauri ambao umeutoa na kwenye maeneo yetu ya kata kuna maafisa maendeleo wa jamii, tutakwenda kuandaa mpango kazi wa wao, badala ya kuwepo tu kule bila kutoa msaada huu kwa wananchi, wakatoe elimu kwa. Wanatoa maelekezo kwa afisa maendeleo ya wa jamii, waandae mpango kazi. Wale maafisa maendeleo ya wa jamii walioko kwenye maeneo yao, hasa katika hizi kata ambazo hazijafikiwa, watoe elimu kwa wananchi. Kwa yote haya, hizi adidu za rejea tutawapatia ili waweze kutusaidia kutoa huduma hii kwa wananchi zaidi sana, haya ya masuala ya ardhi. Ardhi haijawahi kuongezeka tangu dunia imeumbwa na watu wana population inaongezeka. Tuangalie namna ya kufanya replacement ya maeneo ili kuondokana na na changamoto. Kwa hiyo nawashukuru sana na ninawapongeza wengine, tupo nao kila siku kama kaka yangu Liza pale anawasaidia wananchi wetu mara kwa mara kwa hiyo umeona bado kuna uhitaji wa msaada huu wa kisheria kwa wananchi wetu. kwa majina inaitwa Boniface, mimi ni mratibu wa kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign kwa halmashauri ya wilaya Monduli. Tulianza tarehe 29 Machi na leo ndo tumehitimisha zoezi hili, tumeweza kufikia watu zaidi ya elfu kumi na sita katika kata kumi na vijiji 30. Katika kampeni hii uh, tumepata mafanikio kadhaa kama vile kuibua migogoro mbalimbali, ambayo uh, kama jamii tunavyojua jamii ya tuna ya Kimasai, uh, wanawake wanakuwa hawapo willing sana kufunguka na kuongea matatizo yao, lakini uh, kutokana na utaratibu wetu wa kuita wakuita pembeni, kukaa kukaa sehemu ambayo si wazi sana, mtu akapata confidence ya kutufuata na kutuelezea. Lakini pia tumekutana na changamoto sana sana ya mimba za utotoni na early marriage, watoto wadogo kuolewa katika umri mdogo isipokuwa tukiachana mashuleni, unakuta binti anakufuata anakuambia hajawahi kurudi kwao, labda kwa sababu mzazi wake anamtafutia mume, anamtishia maisha ili aolewe. Kwa hiyo, kutokana na kampeni hii tumeweza kutatua masuala kama hayo, tumewapatia elimu waliokuwa wanahitaji sponsorship au kuunganishwa na mashirika ili waweze kutimiza ndoto zao, hasa kwa watoto wa kike. Pia tulifanya taratibu hizo. Pamoja na hayo mafanikio, uh, changamoto pia tuliokutana nayo ni migogoro ya ardhi. Kama tunavyojua, uh, Monduli ni jamii ya Kimasai wanahamahama huku na huku, lakini kutokana na uh, maisha sasa hivi wanatafuta maeneo ya kuseto. Kwa hiyo wanapokuwa kiseto, mambo ya mipaka, umiliki inakuwa ni changamoto kidogo lakini kupitia msaada huu wa uh, kampeni ya Mama Samia Legal Aid campaign tumeweza kuwapa uh, elimu kuhusiana na masuala ya ardhi uh, utaratibu wa umiliki ardhi, urasmishaji wa ardhi, haki za watoto, uh, masuala ya haki za binadamu na utawala bora.